Mahali hapa so kwa kwa kwa na na Neno lako linasema kusanyikapo wawili au watatu kwa jina lako utakuwepo katikati yao. Angalaye Baba tukuzaidia hao mahali hapa, tunaomba ukaseme nasi, naomba Mungu ukatufundishe, ukatukumbushe, ukatuelekeze kipindi hichi ambacho tutasikiliza somo la utangulizi na hapo baadaye tutakaposikiliza maswali na majibu. Ninaomba Baba ukatutangulie katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ninaenda kinyume na hila za Ibilisi katika ulimwengu wa roho, zikaondoke na kufutika kutoka mahali hapa. Kila nguvu zote za giza zinazokamata ufahamu, kila nguvu zote za giza zinazokamata akili Ninazikemea kwa jina la Yesu Kristo, zikatoke kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa kuwa mali hapo umeshuka, na Baba utatutengeneza katika Roho Mtakatifu. Tunaomba haya tukiamini, na wote tuseme amen. Makofi mengi kwa Bwana mabwana na mfalme wa wafalme Yesu Kristo, amen, amen. Basi tutakuwa tuna somo la utangulizi alafu baadaye tutakuwa tuna kipindi cha maswali na majibu. Kwa hiyo kama una maswali yako unaweza ukaandaa ili kusudi baadaye tunapoenda kujifunza basi tuweze kupokea. Ndo lengo la kukutanika sehemu kama hizi, siku za Jumatano tunakuwa tuna vipindi vya kujifunza kwa njia ya maswali na majibu, tunampa nafasi Roho Mtakatifu kusema kupitia vinywa vyetu Amen. Amen. Basi ujumbe ambao siku wa leo Roho Mtakatifu amependa tutangulize kwa faida yetu na faida nyingine una kichwa kinachosema: Jifunze kung'ang'ania baraka za Mungu, jifunze kung'ang'ania baraka za Mungu, jifunze kung'ang'ania baraka za Mungu. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kung'ang'ania baraka za Mungu. Amen. Hili ni somo ambalo ni la kutia moyo au la kutuhamasisha tuweze kusonga mbele zaidi katika imani kwa sababu pasipo kupata faraja za Roho Mtakatifu sahihi kulingana na neno la Mungu, wakati mwingine inakuwa ni ngumu sana kuendelea mbele katika imani. Lakini tunaposoma maandiko na kukutana na maneno ambayo yanaweza katupa faraja au akatuhamasisha kuendelea mbele, basi tunakuwa tuna uwezo au tunapata nguvu ya kuendelea mbele. Jina la Yesu libarikiwe sana katika wokovu au katika maisha, kuna vitu ambavyo utavisubiria vije, lakini kuna vitu ambavyo utavilazimisha vije. Narudia tena. Katika ukovu au katika maisha kuna vitu ambavyo utavisubiria vije vyenyewe na kuna vitu ambavyo utavilazimisha vije . Kwa siku ya leo nataka tuangalie vitu ambavyo tunaweza tukavilazimisha vije kupitia mifano baadhi ya kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu na apewe sifa sana. Nitaenda kusoma au tutaenda kujifunza kupitia mifano mikuu miwili ya watu wawili katika Biblia. Muda ukitosha tutaangalia na mifano mingine. Lakini nataka tuende na hii mifano miwili tuweze kujifunza kitu hapa. Ukisoma Biblia, kuna mwanamke mmoja katika Mathayo sura ya 15, naomba nisome pale. Mathayo sura ya 15 na mstari wa 22 hadi ule mstari wa 28. Mathayo sura ya 15 na mstari wa 22 hadi ule mstari wa 28. Yupo mwanamke mmoja ambaye alikutana na Bwana Yesu. Unajua Bwana Yesu alikuwa na ana tabia ya kwenda kuhubiri Injili alikuwa hubiri tu Israeli, alikuwa anatoka mpaka nje ya Israeli, na akienda nje ya Israeli, alikuwa anaenda kuwafuata sana sana Wayahudi kwenda kuhubiri injili. Hao ndio walikuwa kondoo wa Israeli waliopotea. Kwa hiyo tukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 15, tukianza ile mstari wa 22 hadi mstari wa 28. Mathayo sura ya 15 mstari wa 22 hadi 28, naomba nisome pale, alafu kuna kitu tutaenda kujifunza. Mathayo mtakatifu sura ya 15 mstari ule wa ishirini na mbili mpaka ule mstari wa ishirini na tano naomba nianzie mstari wa ishirini na moja. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Tiro na Sidoni ni nchi ya Lebanoni. Na tazama mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa na pepo wala yeye hakujibu neno. Huyu ni Yesu. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba akisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana lakini hata mbwa hula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu siku ile. Bwana Yesu na asifiwe sana. Tunaposoma habari kama hii, ni habari ambayo ya tukio ambalo lilishe kutokea zamani, lakini lengo la hii habari kuwepo kwenye Biblia ni ili sisi wakati huu tujifunze jambo. Na ndio pia kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kutufundisha sisi na kutuelekeza katika kweli yote. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa nataka tumwangalie huyu mama jinsi alivyoweza kuvuta muujiza kwa ajili ya binti yake. Kumbuka sio yeye alikuwa na shida, bali binti yake ndio alikuwa na shida. Na binti yake alikuwa na pepo, pengine ilikuwa ni pepo kifafa au pepo lingine lolote, Biblia haijataja. Lakini huyu mama aliona shida iliyoko kwa binti yake, na pengine alishasikia habari za Yesu kwamba Yesu ni mponyaji lakini huyu mama hakuwa Mwisraeli wala kuwa Myahudi, yeye alikuwa ni mwanamke wa pande za Tiro na Sidoni, nje ya Israeli. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa huko Israeli kumetokea mtu mmoja mkuu sana mashuhuri, ambaye anaponya watu na kuwafungua, naye alikuwa ni Yesu Kristo. Alisikia hizo taarifa, lakini alipozisikia, siku akapata kusikia kwamba yule Yesu anapita katika mitaa yao, anapita katika njia zao, na yeye kwa imani akasema, nikifika kwa yule mtu

lakini kulikuwa kuna hatua kama mbili au tatu ambazo alizipitia mpaka akapokea ule uponyaji. Hatua ya kwanza kabisa ambao alipitia alipoenda kumwambia bwana, naomba unisaidie binti yangu amepagawa na pepo. Biblia inatuambia Kristo alipomwangalia hakuzungumza chochote. Bwana na pesifu. Hiyo ni hatua ya kwanza maombi yake na ye, ae maombi. Hizi hatua pia hata sisi tunazipitia wakati mwingine. Unaweza kufika kipindi unaomba alafu usikii majibu yote. Bwana Yesu nasifi sana. Ndicho kilichomtokea huyu mama. Anaenda anamwambia Bwana, naomba unisaidie binti yangu amepagawa na pepo. Alafu Kristo anamwangalia, ajibu chochote. Tengeneza picha ni wewe au ni mimi. Unaenda kumfuata, unamsikia Yesu amekuja leo. Anapita katika mitaa yetu. Alafu una shida kubwa. Unaenda kumfuata, unamwambia Bwana, naomba unisaidie. Pengine una binti au ni wewe mwenyewe au kuna mtu fulani mpendwa wako na tamani apone. Unamwambia Bwana naomba unisaidie. Nimesikia unaponya, wewe ni huruma, wewe ni upendo. Naomba unisaidie binti yangu au kijana wangu anasumbuliwa na shida hii. Alafu Kristo anakuangalia, akujibu chochote, anaendelea mbele. Bwana Yesu nasifi sana. Lakini maandiko yanatuambia huyu mama alipoona kwamba Kristo ajibu, akutulia, akukata tamaa na kusema sasa naache habari, narudi niko toka. Hakufanya hivyo, lakini aliendelea kumsihi, aliendelea kumsinga, maandiko yanasema hapa, lakini aliendelea kumfuata kwa kupiga kelele, akimwambia Bwana nisaidie, Bwana nisaidie. Wanafunzi walipoona hilo, walipoona Bwana hamjibu mama, hali kadhalika na Kristo na yeye pia huyu mama anaendelea kupiga kelele, wakamwambia Bwana, mruhusu aende, kwa sababu anapiga kelele nyuma yetu. Angalia kitu ambacho Yesu alikisema. Aligeuka na kumwambia yule mama, si sawa kukitoa chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Bwana Yesu nasifiwe sana, tengeneza picha hiyo. Kauli ambayo Bwana Yesu anaisema, anasema tena, sikutumwa kwa kondoo aliopotea nyumba ya Israeli. Hiyo kauli ingekuwa ni wewe au ni mimi, naambiwa ni moja kwa moja tungekata tamasi. Ni kweli jamani, lakini angalia mwanamke alichosema. Labda tusome pale ule mstari wa 23, tuanze mstari wa 23. Wala kujibu neno, huyu ni Yesu na wanafunzi wake wakamwendea, akamwomba akisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia, akasema, Bwana nisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa Akasema, ndio Bwana, lakini hata mbwa ula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Angalia kauli ya kwanza ambayo Bwana Yesu alimwambia, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Yule mama akakata tamaa, aliendelea kumsihi ilipokuja ile kauli ya tatu na mwisho, alipokaa na Bwana Yesu, alipomwambia kwamba si saa kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya kukata tama, kukatisha tamaa kabisa. Sio vizuri kuchukua zile baraka za kiroho kwenda kuwalisha watu wa mataifa, na wakati wana wa Israeli watoto wa Yahudi bado hajashiba. Na Kristo kilichompeleka kule Tiro na Sidoni sio watu wa mataifa na kuwaponya watu wa mataifa. Alikuwa anashughulika na, na Wayahudi walio huko huko katika mataifa. Bwana Yesu na sifa sana. Kwa hiyo hawa Wayahudi hapo alikokuta kule ndio alikuwa anaponya. Anatokea mama mataifa anataka kuchukua chakula cha watoto, yeye ali mbwa. Na Kristo akamwambia wewe ni mbwa. Bwana anapewa sifa. Hakumwambia moja kwa moja, lakini ile kauli ilikuwa inaonyesha kabisa kumwambia kwamba wewe ni mbwa. Yule mama hakukwazika kupokea ile kupoke sauti au ile neno, yale maneno kukatisha tamaa lakini aliendelea kusema, kumwambia Bwana hata mbwa wanakula makombo yanayoanguka chini ya meza za bwana zao, nisaidie. Yesu aliposikia vile, akasema, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Kwa, ni ujumbe gani au ni jambo gani tunajifunza katika habari? Jambo kubwa ambalo tunajifunza katika habari ni kungangania baraka za Mungu. Wakati mwingine unaweza kuwa unahitaji fulani, unalitaka kulipeleka kwa Mungu, unalipeleka kwa Mungu. Stage za kwanza kwa kwa za awali za kupeleka a maombi zinakatisha tamaa kwa sababu unapitia shida, alafu unaenda kumwambia Bwana nisaidie. Ndio kwanza hata kama vile maombi yako yanaonekana kama hajajibiwa, ndio kwanza unatoka kama vile upo unaingia kwenye uwepo kabisa. Unamaliza maombi ya kufunga au ya kuomba ukitegemea, sasa nimemaliza maombi ya kufunga na kuomba, sasa nataka nione majibu ya maombi haya. Hapa unashangaa kipindi hicho ndio kabisa panakuwa pakavu pakame kabisa. Huyu mwanamke aliomba, akamwambia Bwana nisaidie, Kristo akakaa kimya. Kama alikaa kimya kwa huyu, atashindwa kwa kimya kwako pia. Lakini hiyo inaanisha kwamba akusikilii, ndani ya moyo wake anatamani uendelee, Kristo anatamani uendelee. Anatamani ukate tamaa katika hatua ya kwanza ya maneno yake. Anatamani ukate tamaa katika hatua ya kwanza ukimya wake, anatamani uendelee, uendelee. Yule mwanamke alipoona Kristo amekaa kimya aliendelea, aliendelea. Alipoendelea akamlazimisha Kristo kuongea, lakini Kristo akampa maneno kukatisha tamaa. Lakini alipoendelea pia kuungwana na yale maneno na kuyakubali na kuyachukua kama ya kwake, Kristo akamwambia, Mama, imani yako ni kubwa. Binti yake akapona tangu saa ile. Bwana Yesu na asifiwe sana. Tangu saa ile binti yake akafanya nini? Akapona. Kwa hiyo tunaona jambo kama hili pia hata sisi katika maisha yetu. Tutapitia hizo stage. Tutapitia stage ambayo ndani yako umemaliza maombi au unaenda kuanza maombi, uone chochote hata uwepo. Uone hata kama Mungu anakusikia, au kwamba anakusikia. Bwana naapisi. Hilo liweke katika kile yako, usikate tamaa. Usikate tamaa unapoanza kuona unaomba muda mrefu au unatafuta jambo fulani kwa muda mrefu, uone matokeo yake. Jua ule ukimya ndo mwanzo wa kujibiwa au kuona muujiza katika maisha yako Amen. Naomba tuangalie tena mfano mwingine katika Biblia. Kwa nini tunakwenda kujifunza umuhimu wa kungangania baraka za Mungu, tutaenda kujifunza kwa mtu mwingine ambaye anajulikana kama Esau. Tutaenda kujifunza kwa mtu mwingine ambaye anajulikana kama Esau. Neno la Mungu linasema Mungu alimpenda Yakobo, lakini Esau akafanya nini? Akamchukia. Sio kwamba Mungu anachuki, Mungu anachuki na mwanadamu hiyo ni lugha ya kuonyesha kwamba Mungu alichukia ile tabia ya Esau. Lakini pamoja na kwamba Esau, tunajifunza mambo mengi mabaya kwake, jambo moja ambalo tunajifunza ambalo sio zuri kwa Esau ni kuuza haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Ile ilikuwa ni nafasi ya kipekee sana kwa Esau, lakini aliuza kwa ndugu yake Yakobo, na matokeo ya kuuza ile nafasi, ndugu yake akichukua kweli. Atujifunzi mazuri kwa huyu mtu lakini pamoja na kwamba atujifunzi mazuri pia, kuna zuri moja tumeweza tukajifunza hata mpumbavu, anapoongea maneno tisini na tisa, katika kuna hekima Amen. Nataka tuangalie jambo moja ambalo limtokea sa katika kitabu kile cha Mwanzo sura ishirini na saba na ule mstari wa 30 hadi 39 Mwanzo sura ishirini na saba mstari wa thelathini alikuwa mstari wa 39. Hichi kisa tunakijua, kwa nini takisoma alafu tuangalie Esau, baada kupoteza ule mbaraka wake na kumuzia ndugu yake, alimrejea baba yake akamwambia, Isaka, na mimi nibariki. Hebu tusome pale afu tuweze, ili tuweze kuelewa vizuri. Mwanzo 27, 30 hadi 39. Neno la Mungu linasema ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndio kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake, akaja kutoka katika kuinda kwake, naye pia amefanya chakula kitamu, akamletea babaye, akamwambia babaye, babaangu, naondoke ale mawindo mwanaye, ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza u nani wewe? Akasema, mimi ni mwanao Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana, akasema, ni nani basi yule aliyetoa ali mawindo akaniletea, nami nimekwisha kula kabla ajaja kabla ujaja wewe nikambariki na naye atabarikiwa. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana, akamwambia babaye, nibariki mimi nami, nibariki mimi mimi nami e baba yangu. Atarudia pale. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana, kwa sababu Esau alikuwa ashajua kwamba nimepoteza baraka akamwambia babaye nibariki na mimi mimi nami e, baba yangu. Kashajua baraka imeenda, lakini bado anaing'ang'ania. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hukuitwa hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi, alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Esau anamuuliza baba yake, "Sawa, kashachukua ule mbaraka. Je, huku niwekea na mimi mbaraka? Yaani hauna spare, hauna akiba ya baraka?" Sala 37. Isaka akajibu akamwambia, "Esau, tazama nimemfanya awe bwana wako. Angalia jinsi maneno yanavyokatisha tamaa hapo." Anaulizia baraka, lakini anaambiwa sasa matokeo, ule baraka ndugu yake alibarikiwa. Anasema akajibu akamwambia Esau, tazama nimemfanya awe bwana wako na ndugu zake wote nimempa watumishi na ndugu zako na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza nami, nikufanyie nini sasa mwanangu? Sau kumwambia babae, una baraka moja tu babaangu. Anamuuliza baba, una baraka moja tu? Hayo yote anayozungumza ni sawa, lakini una baraka moja, unibariki mimi, mimi nami, e babaangu. Sau kapaza sauti yake akalia. Hebu sema, akapaza sauti yake akalia Akalia. Isaka baba yake akajibu ya akamwambia, angalia penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, naye utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunjwa kungalaki katika shingo yako. Bwana Yesu nasifi sana. Isaka naye akabarikiwa, baada ya kulia, baada ya maneno katishwa tamaa Anakuja anamwambia baba yangu, nimekuja na mawindo. Sasa nibariki ile baraka kubwa. Baba yake anamwambia mwenzako alikuja kwa hila, akachukua baraka yako. Akasema baba, na maana uweze kunibariki na mimi, nibariki nami. Akamwambia mwanangu, ndugu yako nimempa watumwa wake, watakuwa chini yake na atakuwa mkubwa kwako pia. Atakutawala, atakuwa mwingine kwako. Lakini akaanza kulia anamwambia baba yangu na mimi nibariki nibariki. Lakini Biblia inasema alipolia sana sana alipolia, babake naye akambariki kwa kumbe. Kuna baraka zinakuwa zinasalia, au tuna uwezo wa kupokea vile vitu ambavyo tunavitaka endapo tukiwa tuna, tuna nguvu ya kungang'ania. Ukikosa kushi, ukishindwa kungang'ania jambo ile jambo utalipata kuna mambo mengine utamwomba Mungu, Mungu atakwambia ustahili kupata, pengine kutokana na mambo ulioafanya, au pengine mambo mtu mwingine alioafanya, au pengine jambo hilo alikufai lakini kwa jinsi utakavyoweza kungangania kiongo chako cha kungangania ile jambo kikiwa kikubwa vya kutosha na kuhakikishia kile kitu utakipata tu. Bwana Yesu nasifi sana. Utakipata tu hicho kitu. Endapo ukiwa na hiyo nguvu ya kuweza kungangania kusudi la Mungu na baraka za Mungu ambazo zimekusudiwa juu ya maisha yako. Ndicho ambacho Biblia inatufundisha katika uh, maandiko hayo. Na sio tu baraka za mwilini, hata baraka za roho. Baraka za roho ni hali yote ya kiroho ambayo mtu anaweza kuwa nayo ikamfanya ampendeze Mungu. Roho Mtakatifu ni baraka kwanza rohoni. Ndio maana tukisoma kile kitabu cha Luka sura inasema hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao usiku na mchana, naye ni mwaminifu kwao? Kwa kwa jinsi unavyoendelea kuomba usiku na mchana, Bwana nijaze Roho Mtakatifu. Bwana nipe vitu vya rohoni. Bwana niongoze. Bwana nitengeneze. Bwana nifanye kuwa msafi. Bwana nitengeneze, nifanye hivi na vile vile. Bwana atakupa endapo utakuwa unalia usiku na mchana shida yetu kubwa sisi wa kristo ni wepesi kukata tamaa tukienda kumwomba mungu hatujamaliza kumwomba mungu kile kitu tunaanza kunungunika tunaanza kulalamika alafu tunajilinganisha na mwingine mbona mwingine umemfanyia vile mbona mwingine umemtendea kile mbona mwingine umempa kile? Mbona umemfanyia kile pasipo kujua wewe upo katika hatua zako za kuelekea kule ambako mungu anataka ufike lakini ukianza kulinganisha na mwingine kwamba mtu fulani mbona yuko vile mtu fulani mbona kafanywa vile? Mtu fulani mbona yuko hivi? Mimi siko hivi, nimekuomba, e, Mungu, nimefunga, nimetoa sadaka, lakini sioni matokeo yake. Bado hujajifunza nini maana kung'ang'ania. Angalau watu wale waliopoteza mabaraka makubwa kama kina Esau, lakini ukukata tamaa kiraisi, walisema sawa, nimekosa ile baraka kubwa, lakini nikose kabisa hata zile chenchi chenchi? Hapana, nitapambana hata zile chenchi chenchi niweze kuzipata. Sawa ndugu yangu, kashanikera, nimechukia. Nikitoka hapa nitaenda kumtafuta nimuue, lakini kabla kutoka hapa namalizana kwanza na baba yangu hapa anipe angalau hata yale aliyosalia salia mabaki, mabaki. Na Mungu, na, Mungu akamsikia Isaka akambariki Esau, akamwambia penye manono ya nchi patakuwa makao yako. Ukitaka kujua kwamba Esau naye alibarikiwa, rudi kwenye Biblia kipindi ambacho Yakobo anatoka kule kwa Laban anarudi kwenda kukutana na Esau. Biblia nasema alipokutana na Esau alikutana, alimkuta uh, Esau Yakobo alimkuta Esau na vitu vingi. Maana Yakobo alikuwa ashamwandalia zawadi, wanyama na kila kitu. Anataka na kumpa kaka yake Esau kama vile alijambo fulani la kumpoza. Lakini alipofika pale, alimkuta tayari Esau ana vitu vingi, ana wanyama, ana mifugo, ana watumwa na kila kitu. Akamwambia, bana hivi ninavyo tele. Kwa maana yake ndiye tayari ashabarikiwa. Laiti asinge kwenda kumlilia babake na kumwambia naomba unibariki. Kipindi Yakobo anarudi, angemkuta Esau yupo katika hali mbaya ya ufukara. Bwana anasikia sana. Lakini yote ni kutokana na uwezo wake wa kung'ang'ania lile jambo katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Kwa sisi kama Wakristo hatuna budi kujifunza hayo. Tung'ang'anie baraka za Mungu. Tusishie kukata tamaa kirahisi. Tusishie kuishiwa nguvu kirahisi. Tu hata kung'ang'ania mpaka tupate kile ambacho Roho Mtakatifu ametaka tukipate. Usikatishwe tamaa na maneno ya mtu. Usikatishwe tamaa na maneno ya viumbe. Usikatishe tamaa na mandoto pengine yanokuja. Sababu mandoto pia ni, ni, ni milango kwa kukata tamaa, na shetani anajua hilo. Anaweza kukuletea ndoto ambazo usikafunuliza hapo kashindwa kuelewa hizo ndoto zimetoka wapi. Hiyo haimaanishi kwamba baraka za Mungu zimefutika juu ya maisha yako. No. Ni wewe kuendelea mbele. Unaendelea na maombi, unaendelea na mifungo mpaka uone kile kitu kimefanya nini? Kimetokea katika maisha yako. Ukiishia katikati na kukata tamaa na kuhakikishia hilo jambo utakaliona na wengine watakuwa wanapokea wewe unaishia hapo, hapo. Amen. Kwa hilo ni jambo la kujifunza mashetani na yenyewe pia anaenda mbele za Mungu, yanahojiana na Mungu, na sisi pia tumepewa milango kwenda kuhojiana na Mungu. Esau amehojiana na Mungu, yule mama alihojiana na Bwana Yesu, hata sisi tuna uwezo kwenda kuhojiana na Mungu. Shetani alienda mbele za Mungu akaanza kuhojiana kuhusu Ayubu na kumwambia, umebariki na vitu vyote hivi. Toa hivi, afu uone kama atakufuru. Hoja zake Mungu alizisikiliza. Sasa kama shetani Mungu anaweza akamsikiliza katika hoja zake, vipi wewe ukiwa na hoja za kutosha mbele za Mungu na ukiwa na uwezo kung'ang'ania kile kitu, ukiwa unalia Mungu anakutendea. Kama unao mtoto wako, anaweza kumwambia mama, naomba kitu fulani au baba, naomba unifanyie kitu fulani, naomba unilete kitu fulani alafu kimwangalia ah, huyu anazungumza tu kwa kwa mko, unapuuzia. Lakini ukishaanza kuona anapiga yowe na ukunga, ila tension yako inaanza kuongezeka, unasema kwa nini analia wewe. Unajaribu kumbembeleza, ataki na kumhakikishia, akiendelea na hiyo hali utafanya hicho kitu hata kama si kwa bora wote lakini utafanya hata mbadala ili kumpooza tu aache kulia aache kukosa amani. Kwa kama sisi tunaweza tukafanya hivyo kwa watoto wetu, Mungu wa mbinguni pia anaweza kufanya hivyo kwetu. Endapo tukao watu kung'ang'ania kusudi la Mungu. Amen. Amen. Basi, niko nataka tujifunze hilo siku ya leo na naamini Roho Mtakatifu atatusaidia, tutaweza kusimama na kuendelea mbele katika neema yake Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi, tunaenda sehemu ya pili ya maswali na majibu.